Kwa Kenya. Angalia mindset ya huyo jamaa. Na hii mindset inakuanga kwa Kenya wote. Hii mindset ya kusema Kikuyu ndio wako wengi. Hii mindset ya kusema Kikuyu ndio wanafanya Kenya inaenda mbele. Hii mindset ya kusema kura ya Kikuyu wewe ni nothing. Hii mindset ya kubelieve Kikuyu is everything. Hii ndio mindset ya ujinga ambayo mliletewa nyinyi kama watu natumia tishu. Yesu alikufa juu ya dhambi yenu. Hani juu simekula dhambi yenu. Hii mindset ndio iliwekewa Yesu ni Mungu, Mungu anakufa. Hii mindset uliwekewa. Yesu ni Mungu, Mungu ako na mama. Hii mindset uliwekewa, ndio hii sasa. Hii ndio mindset ya ujinga ambayo mimi sipendangi. Msikize, mpende msipende, ukombozi wetu iko mikononi mwa kikuyu. Narudia, ukombozi wetu kama wa Kenya iko mikononi mwa Wakikuyu. So hao ndio watu narambanga matako ya kikuyu hao ndio wanaume unasikia wanaramba matako ya wa Kikuyu. Ikiwa ni Kikuyu mwanaume anaramba matako yake, ikiwa ni Kikuyu mwanamke anaramba matako. Hao ndio watu sasa wanarambaga matako matako wa wana, wana, wana, wana, Kikuyu kulingana na hii mindset yako nayo laini, mwanaume mkubwa kuna ndevu zake. Msikize upende usipende, ukatae ukubali, that's the truth. Sisi tumekataa hiyo si truth sisi tumekataa hiyo. Siku hizi shida zote tuko nayo ni wakikuyu ametuletea Kenya hapa. Hawa ndio nasemanga, nyana huoni kundule kwa ni Ruto ndiye aliletea hizi deni, kwa ni Ruto ndiye aliletea hizo maisha ngumu. Hizi ni vitu ambavyo ilianza na kikuyu. Kikuyu ndio alianza kwa corruption na no kabila. The past president ni nani? Kenyatta, ikafuatwa na mkale akaongeza hiyo corruption, ikakuja tena kikuyu corruption na ukabila, no wizi ikatena tena Kikuyu corruption na no kabila. Sasa hii imekuja mkali sasa, ndio naona yeye ndio wasi kuliko wote. Hii ndio nakwambia mindset ambayo iko na Wakenya ni wajinga, ni wakumbavu. Hii ndio tabia ya kuramba matako ya Kikuyu. Sasa sahii atatulizika mzee, baba yetu Raila, mwenye amebaki sasa hii Kenya, mwenye anaweza shika President Ruto hivi amwambie, usivuke hiyo red line, ni wanaume wawili peke yake Kenya mzima. Uhuru Kenyatta the former president na Rigathi Gachagua, the former deputy president. Wenye wamebaki hakuna. Sasa hii ndio jinga. Nikisema watu anaroba matako ya Kikuyu kubali. Nikisema watu aoni nyana aoni kundule kubali. Mtu anatuambia ambao anaweza kumwambia Ruto sifanye chochote. Na no Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta mwenye alifanya nini? Uhuru Kenyatta alifanya nini? Si aliwacha inji kama inji iko empty. Paka gachieta chokora Gachagu akasema walipata sanduku iko empty. Haya, Gachagu pia anasema mbona anaweza zuia Ruto kufanya chochote. Gachagu, wakati walikuwa kwa power, alijuanga watu wengine wa Kenya, alijuanga watu wengine pia nafaa kuwe na haki. Vitu walikuwa wanafanya wakati walikuwa na power, ah, watu ni wajinga. Ukipata wajalo wajinga kama hii, ndio maana hawezi endelea. Kwa sababu gani? Akili yao iko kwa Kikuyu. ande video yake sitaki usikia yote.